Wiki hii kwa maana tuna mechi za ligi, kwa hiyo tuna mechi tatu au nne za ligi ambazo zote ni ngumu, kwa hiyo ni lazima aandae kikosi ambacho kitaweza kuja kupambana, uwezo ukatumia nguvu kubwa ku exhaust kwa mashindano ambayo tayari ulishapita. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa. Ni kweli inawezekana ikawa si mchezo uliovutia sana kwa mashabiki au kwa watu ambao wanapenda kuangalia mpira. Lakini, technically timu yetu imecheza na ikuweza kukonsidi goli yoyote licha ya mbinu ambayo wenzetu walikuja nayo, kwamba tumecheza na tumeweza kutoka suluhu na mambo yameenda vizuri. Menikiwakutizwa maelezo ni kama tayari umeridhika na kile ambacho walimu wanafanya. Sasa hata kama ukuridhika, utafanya nini? Mpira umekwisha, na tulichotaka sisi ni kukolifai kwenda kwenye hatua inayofuata na tumefanikiwa hilo. Una mhoji mwalimu katika lipo labda iwe ni mtu ambaye anazungumzia mchezo mwingine. Hii sio ngumi kusema kwamba kila raundi au kila mechi mnayocheza lama umpige unayepigana naye hapana. Huu ni mpira na unacheza dakika mia na themanini. Tumecheza dakika tisini tumewafunga tatu, tumecheza hapa dakika tisini tumetoka nao droo ya bilabila. Na wao vilevile ni timu ambayo ni mabingwa. Wamekuja wakiwa wamejiandaa na mbinu yao ya kwanza ilikuwa hawakutaka kupoteza mchezo, na mbinu ya pili walikuja na mbinu ya kushtukiza ili waweze kupata goli, lakini hata hivyo tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wetu wamejipanga vizuri, hatukuweza kupoteza mechi. Mwalimu e, mwenyekiti uh, kocha mpya uh, ana wiki mbili tu, amecheza mechi mbili. Nyinyi kama viongozi, kwa kile alichokitoa hapa uh, kwenye michezo miwili, ni kile ambacho nyinyi viongozi mlikuwa mnakihitaji? Nadhani jibu hilo linawiana na la awali, nimekwambia kwamba sisi planning yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye hatua inayofuata kama ilivyo kawaida yetu au kama ilivyo ada, tumeshinda. Uh, ni kwamba tu bahati nzuri au mbaya timu yetu haikuweza kupata goli yoyote, washabiki walitamani tupate ushindi, lakini nimesema tuna muunganiko wa mechi nyingi ambazo zinahusiana na ligi kwa maana ya Alhamisi, Jumapili na Jumatano ya wiki inayofuata, tutakuwa na mechi. Kwa hiyo, labda pengine mwalimu ameamua kuhifadhi nguvu ili aweze kuzitumia huko, lakini so far timu imecheza vizuri, licha ya nafasi mbili tatu ambazo wenzetu walizipata, lakini hatukuweza kuconcede goal, na sisi tumepata nafasi nne tano, lakini hatukuweza kuconvert kum, kum, kuwa magoli kwa hiyo baada ya hapa mnaelekea katika hatua ya makundi pengine labda mnawaahidi nini mashabiki kuelekea kwenye upande huo wa... hii timu imekuwa ni timu kubwa sana, tumekuwa na mbinu zote ambazo zinahitajika kwa ajili ya mashindano ya kimataifa uh, wale ambao wanachechemea wacha waendelee kuchechemea, lakini sisi ndio w... viongozi katika hili Mwana Mwana mchezo mchezo mwingine washabiki wetu sisi hawajawahi kuacha kujiamini. Hayo ni mawazo yako wewe, na siwezi kukubadilisha kutoka kwako, siwezi kusimama katikati yako na mawazo yako. Washabiki wetu wanajiamini, wamekuwa wakiunga mkono timu yao siku zote, wanaipenda timu yao, na wala hakuna sehemu yoyote. Hata leo kama tungeweza ku concede goal, bado timu ingeendelea kuwepo. Tumeshawahi concede goal hapa, tumecheza tena mechi ya kwanza na Raja, tumepoteza na timu iliendelea kuwa supportive na washabiki wake. Washabiki wa Simba sio washabiki wa timu zingine. Simba ni mtu yaani kuwa Simba kwanza tayari mwenyewe ni jasiri, kuwa mshabiki wa Simba ni jasiri. Kwa hiyo kama alivyo Simba mwenyewe washabiki wetu wa sisi, msiwajaze maneno, achana na wao. Ambao wanavaa fulana ambazo zinaonyesha labda ni washabiki wa Simba alafu wanakuja kusema sema maneno ya ovyo hapa, au ni watu wengine wana kazi zao zingine, na wacha waendelee na hiyo kazi, lakini wajue ipo siku. Mwenyekiti, Simba ni miongoni mwa timu ambazo zimekusanya alama nyingi sana kwenye michuano ya kimataifa lakini leo hii tunashuhudia timu nne zinakwenda katika hatua ya makundi pengine, labda hili mnajivunia, kwa ajili ya kutoa elimu kwa vilabu vingine mpaka hapa zilipofikia. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba nchi yetu imepata uwakilishi wa timu nne. Uh, jambo kubwa limeweza kutokea katika nchi yetu kwayo, wizara. Kwa hiyo kwanza tunaishukuru serikali ambapo hata leo nimemuona hapa katibu mkuu wa wizara ameondoka akiwa amenuna kwa sababu fuku alikuwa nalo na mambo mengine mengi ambayo serikali imekuwa ikitusupport. Kwa hiyo tunashukuru, hilo ni jambo kubwa na jambo zuri kwamba imeweza kutokea. Tumeweza kuingiza timu nne katika nchi za Afrika, ambayo waliwahi kufanikiwa ili jambo ni nchi mbili tu, ni Morocco pamoja na wenzetu wa Egypt. Lakini safari hii imetokea kwa Tanzania, ni jambo kubwa. Hayo ambayo yatatokea mbele, kama watatumia kalkuleta watatokea nini, hiyo itakuwa ni jambo jingine, lakini kimsingi tunashukuru kwamba tumeweza kufaulu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 kazi tunaimaliza wakati ule kule, huku tunakuja kupumzika kwa hivyo. Kimsingi mechi tulishaimaliza Mbabane, huku tulikuja kumalizia tu kuhakikisha kwamba tunatimiza tuna wajibu wetu, lakini kimsingi sisi tulisha qualify. Asante sana.